Na vitu yote ambayo inaendelea nyuma, unajua unajua kila kitu waganga. Najua nini? Najua nini? tumeona wengi, wengi. Kwani ni huyu wa kwanza atatufanyia nini? Aende na huko, ati unatuletea mganga hapa, tumeona wengi, kwani ndio wa kwanza, fanya Ha, hata si tumechoka na nyinyi. Labda mnapanga ndo muzeo shaba. Wewe unajua hizoena kitu enye mmeongea nyinyiuu, kwa sababu vile mnaingililia Diana

anataka akupe kwa mkono yako, naelewa? hmm? ndio mkono yako najua, anataka akupe funguo ya gari kwa mkono yako, lakini alikuwa ya anaomba umfanyie kitu na kwa kitu anataka umfanyie anataka umtaje jina lake. Hello guys, what's up my good people? It's a boy Binai. Welcome to The Binai. Guys, leo hapa tumepatana kwa pamoja tena tuweze kuzungumza hii kitu tuone venye itaisha. ukoaje madam Niko poa niko poa mm. Daktari uko namna gani? Niko mzima sana, labda nyenye huko tuko salama. Nashukuru babu, siko aje ko fine poa. Naona umekasirika babu sana. Niko salama niko salama. So guys, uh, daktari ametuambia tuweze kupatana tena, ili tuweze kuzungumza hii kitu tuone kama itakuwa rahisi kwa uh, mvurugano yenye ilikuwa hapa last tuone kama itaisha angalau kila mtu atoke hapa akiwa na amani na kila mtu apate eh, kilicho chake, tunasema hivyo, <laughs> kilicho chake ya. Sasa madhe, mm. eh, tumewaita hapa tena, m na msichana wako mm -hmm. Tunataka tu tuzungumze kwa upole na tuone kama tutafanikiwa kupata eh, yani, tulete amani katikati ya watu sindio? Aaya, sijui kama mtakuwa na kitu ya kusema. Hatuna kitu ya kusema kwa sasa mm. kwa sababu tumekuja tu ghafla, hata tujui tumefika fikaje hapa mm. tumejipata tu, hatujui mm. vile tumefika sasa, ndio tunashindwa. Tumefika hapa aje, ndio tunajiuliza, na hapa ni wapi hiyo? mm. Swali daktari atakujibu yeye. Ni sawasawa. Atakuambia umefika aje hapa mm. Eh, amesema tu wewe ni daktari by the way. Anaitwa Daktari Magongo. Yeye, mm -hmm. pia ametutafuta yep, ame akatuambia tupatane leo kwa pamoja ili tuweze kuzungumza kwa upole. Eh babu siapate haki yake. huyu ni daktari ama ni mganga? hata hatumuoni sura. huyu ni daktari si mganga. Huyu si ni mganga. Unaona vile anakaa? Hapana, si mganga. Ama ni mwizi daktari? Hapana, daktari akaangi hivyo. Daktari hapa leo nimewaita ili tuweze kuzungumza, tujaribu kutatua hii mambo, kila mtu apate haki yake, kila mtu tuachane kwa upole, sababu mimi ni mtu ambaye mimi sikuoni, hata sijui ni nani We ni mganga wa aina gani huyu si mganga huyu ni mganga aonekani si ama hapana ni daktari, Ah ni, ni basi afungue uso tumuone ni daktari wa aina gani Sasa... ushona daktari wa Kenya hata Ame, e. Unamwita daktari. anajifunika kwa sababu ya yani ku, atake kunini atawaelezea manguo zimechakara chakara hivi Unajua, tumetaka tu tuongee kwa utaratibu, lakini tena mnaanza kukua juu. Tumekuja hapa kutatua, ndio maana tulianza na upole na nitaka tumalize kwa upole. Yeah, tumekuja tu tuma kutatua kila mtu apate haki ya yake hatu. Yeah. Mm, kutaka maneno mengi ama nini vurugu? Sababu hata mi ni mtu ambaye napenda amani, ndio maana tumetaka tu tupatane, tuongee kwa amani na upole, hatujataka vurugu hatujataka ukombi meelewa. mm. mm. Mwe, mwe, sasa sasa tunaelewa mtu anakaa hivi hata hatujui ni nani. Si atuangalia, ongee kama anatuangaliawacha nikwambie madhe, mi ndio nilimutafuta, mi ndio nilimutafuta, sawa. Kwa sababu huu ni, waja ni kwa mbe mbe. Hey, mutafuta mchawi kabisa, wachawi wanaificha sura. Si mchawi? Daktari amejificha hivi, sura haonekani, ni mchawi. Wangu mulikata kuleta na ndio maana nikasema nilete daktari hapa. Mchawi huyu huyu, sio daktari huyo, mganga muite. Unajua nyinyi mnachukulia vibaya. By the way mnachukulia vibaya. Mbona aende ite mganga? Huyu si mganga. Mtu haonekani huyu ni kama mnyama huyu hata anavaa hivi. Tukapata mtu amevaa hivi. Ni hospitali gani daktari wanakaa hivi? Unaona hapa mabee, tuko kwa kamera. Ni venye amevalia ama ni maneno? Anaficha uso kwa nini? Anataka hakuna mgonjwa hapa. Naomba nizungumze kidogo. Hatujakuja hapa kwa hizo makelele ama nini ama nini, tumekuja kutatua maneno ndio ambayo nimejaribu kuwapatanisha. Umeficha ficha, jamii. Labda wewe ni terrorist. Unawezaje ficha uso? Okay, ameficha juu tuka kwa kamera alafu najua privacy pia. Hapana, angeonekana, anafaa aonekane. Baba, hivi ana venye koti yake inakaa. Daktari anafaa aonekane sura yake, haizificha sura, hapana. Sio kelele, maana leo tumewaita hapa kwa utaratibu na tumekuja kuongea pole, sisi tumekuja kuongea pole, hata sisi tunataka upole. Sasa akikaa hivi anakaa okay, simwache basi afanye kazi yake, afungue uso basi, afanye ile kazi anataka kufanya afanye tuende. Kitu ambayo imenileta si hapa ni jambo moja tu, sijakuja kwa ubaya wala kwa matusi ama nini, ndio maana nimekuja kwa upole. Nimetaka tu kijana yangu apate haki yake, na hivi yote ambayo inaendelea nye, wanajua, unajua kila kitu. Najua nini? Najua nini? Mimi documents, documents, document, waganga tumeona wengi, kwani ni huyu wa kwanza? Atatufanyia nini? Aende na huko, ati unatuletea mganga hapa, tumeona wengi kwani ndio wa kwanza? Ati unasema ati daktari. Ah, ha, hata sisi tumechoka na nyinyi ati ah, daktari na tumetaka tu utulivu vitu ambavyo kijana anaulizia wanakataa kabisa. hey, sina. Pahali ambayo ziko sina. So sina. Mngenda mm -hmm. Mngenda mroganiena huko mjue mali mtazipata. Wewe si ni mchawi anaturusha ha, hapa na hata tunashindwa tumekuja hapa aje? miujiza zako ukafanyie huko. Unafikiria unatustua? Endeni na huko na huyo wa babsi wako, wachawi nyinyi ha? hata sisi hatu kutaka mambo mengi, tulitaka tu tuzungumze taka tuongee kila mtu atoke kama ameridika. Lakini sasa ati ambayo mwanza kupaza sauti na maneno kisirani namna hii. Sijakuja kwa vurugu, kwa nimetaka tu muelezee kijana atapata aje vitu zake. Hizo do ndio. Sasa uswe ndo mchawi unavyo ujue venye atapata. Huko ni huyu. Wao ume ume ume nini ume haya conman. This is niye, conman. Niye a conman. na a very poor conman. Mwenye hata ana nguo. Mm. -hmm. mm. Ni na vitu zangu uyu. ama ni yeye ndio mko na vitu zangu? Ah ah, sisi hatutaki ah, sisi hatuna vitu zenye zako. Wewe ndio unajua vitu zako kule ziko. Kama ulimdanganya ni msichana wangu Lika sio yeye. Mulita Mwambie ta, kule ulipeleka. Mlikata hamuna documents. Una mdanga, hatuna, hatuna sina documents. Ena mroganie nahuko mje kwa sababu, mimi nataka nizipate kwa sababu ni muhimu sana kwangu, ndio maana nimetaka nizipate. Na hey, mimi waite, waite wote, tuone kama utazipate. Ndio je ni kuwaita wote, huyu ni daktari atanisaidia. Eh? Daktari mgani ujiva hivi huyu ni mganga huyu, huyu sio daktari na tumuone, mtu muda ajieleze. Sasa yake mtu muda ajieleze basi, mnarukia nini? hivyo ndivyo uliruka na vitu zangu vi anongea, tuone sasa, huyu atatupeleka wapi mtu anakaa hivi? Sasa huyu ah, huyu okay, daktari hajataka ajataka kufanyia hu, si daktari, acha kumwita daktari. Daktari mgani ujivaa hivi daktari <that..."> wako hospitali ni sawa na huko, amevaa mangozi na hizi ni nini, si daktari. hu sie amejivavaa hata hawezi ni ni kuwa daktari, daktari. Mchawi ni mchawi. Eh, kabisa unaona vile kiburi iko juu sana kwanza? unatuonea huruma kwa nini? Sisi sio si wagonjwa usituhurumie, situhurumie, sisi si wagonjwa, kwa sababu kuna msemo inasema asiyekujua akudhamini. Ndio hiyo Asiye kujua, sababu huwezi jua unabishana na mutu wa aina gani. Siai dharau umejifunika funika sura afuna, kuna pesa amekuomba. Okay. Mi, mi kitu nikuwa nasema Lyka, na na mpe daktari respect. Hata kama mnamuona ni mtu wako aje, mpe tu respect, aturudishe kule ametutoa. Basi tufanye hivi, tumekuja juu sisi, hatujui tumekuja hapa aje na hatujui tunarudi aje okay, ni sawa basi. Si tumeitana hapa ili tuweze tu kuongea hii kitu, tulete tu amani tu bila vurugu, bila ku, kutusiana hapa, bila kuleta hapa mzozo. Mzozo yenye mnaleta hapa, unaona, mkuja na maneno mengi nyenye mnaanza kuja nayo, hatutapata solution. Uko tayari kuona tu vitu ziko venye ziko hivi? Mbona tusiongee tu vitu ziishe? Kama mko na documents, sina documents lakini hatukupata documents. Na uko, si nilimwachia nyumbake. Mnachukulia vitu lightly sana. Munachukulia vitu lately sana, na mjui chenye mmechukua, kuna mwenye kinaumiza. Unajua nyinyi mnaweza mkajienjoy na hizo vitu, mnafikira mmeniweza nyinyi, mwenda mfanye vitu mnafanya, lakini mimi naumia. Mwanakana kabisa muna chochote mjui chochote, hakuna kitu atuna chenye tuko nacho ni nini tuko nacho? Hakuna masijataka vurugu ama sijataka nini, nimeongea kwa upole, lakini naona mnapaza sauti hmm. Sijataka kugombana na mtu, nimetaka tu tusuluhishe hii maneno kwa haki, kila mtu akue sawa. Nataka tu tuongee kwa upole, mpeane vitu za wenyewe, sababu mnajua pahali ziko. Si hati hamjui, sisi hatujui penye ziko. Hakuna kitu kama hiyo kwa nyumba yangu. Msichana wangu alikuja bila chochote usiku wa manane hmm. alikuja Ma alim, bila chochote. Hakuwa amebeba. Hakuwa amebeba. Alifuguzwa hivyo usiku. Angechukua saa ngapi? Yote. na ameambiwa toka toka. Eh, hata na karibu aonyeshwe risasi. Hizo nguvu alikuwa nazo za kuchukua document. Mbona hakuwa na hizo nguvu za kuchukua hizo vitu zingine zenye alichukua. Hakuna kitu alichukua. Uliona nikichukua? Hmm? Babs nikome, Babs nikome na nikome sana, ni sawa. Si na documents nilikwachia nyumbako. Nilikwachia nyumbako. Kwani huwezi tafuta vitu zako vizuri? Ungeenda na mchawi wako au mganga wako kwa hiyo nyumba akusaidie kutafuta. Sitaki vurugu, ndio maana nimekuja kujaribu vurugu. Wewe unaongiongea nini hapa na tutuoni sura yako. Si ni mchawi na uganga. We unajua kusuluhisha. Si umekuja kutafuta suluhisho? Enda umtafute kwa hiyo nyumba suluhisho, iko kwa nyumba yake. Naache kutubeba hivi, anatubeba. Unasema mjui pa hali hizo vitu ziko. Hatujui, hatujui. Munakana kabisa. Hatujui. Kwani wale jina hatujui inamaanisha nini? Hatujui, we don't know. Na wapa nafasi ya kukubali mkiri nyi wenyewe. Na wapa nafasi ya, ya kufanya nini? Ya kukiri nyi wenyewe sababu. Kukiri nini? Mueleze ukweli sasa ukweli, tumesema kuna ukweli ingine no, Jana naaka hmm, aka kwa kwa tua, tua, tua, tua, na aka kamzee aka sijui kamchama sido daktari ao nyumba, umsaidie kutafuta no, uh-huh, unatupea nafasi ya mwisho wa kufanya nini kama hatuna document, hatuna mtoto alifuguzwa bila chochote akakuja bila kitu anatoa tena wapi? Madhe Madhe, Aa, na tumesema hakuna. mbona uko mhashi kama hakuna? Naona kiburi chake kiko juu sana. Mimi sina kiburi mtoto wangu alikuja bila chochote chochote, alifuguzwa hivyo sababu so anaelewa naelewa nini, hakukuja na chochote kwa nyumba yangu. Usiku alimfuguza kabisa na mateke. Alifukuzwa kwa sababu ya matabia zake, na, na ningejua atatoka na, na hizo vitu ninge ningezilok, hebu hebu tukome kabisa. Nilikwambia sina documents, Binai, tulimaliza history last time. Bisi yuso, si si na kuona bisi expect na kuona uso yako na kwangu. Sijaridhika, tulimaliza aje na imi? Sijaridhika, simlipatia vitu zangu, basi tuachane na nyinyi. Hapa mwambie ingieni naye kwa nyumba, mwambie akusaidie kutafuta documents tunaogeaue aninikiagangahkuugula kwa iyonymbilisha kwambia sina documents, wafanye vile wanataka. Mama tuende. Iyo kiburi, kiburi yao, ni watu ambao wana kiburi sana. Nimejaribu niwaeleze wakubali wenyewe, naona kiburi yao imekuwa juu. Sijataka niwafanyie chochote, nimetaka wenyewe wakiri kwa mdomo yao. Lakini kijana yangu, usikuwe na wasiwasi, hiyo kiburi ni kidogo sana. Kazi kama hiyo, watu kama hao, dawa yao ni kidogo, ni watu ambao lakini daktari, wacha niulize okay. Mbona huyu mama ako, ako, anasupport msichana wake sana, unajua? So, kitu ambayo inawapea hii kiburi ni watu ambao wanajiamini kwa madawa, ni watu ambae wanajiamini kwa madawa, ndio maana inawapea kiburi namna hii, sababu wanaona hakuna kitu ambayo unaweza wafanyia. Ni watu ambae wamejikinga na madawa naawapwahiyo ni, mm, ni kazi kidogo kwangu. Ndio maana nimewaambia kiburi yao hakuna mahali itawafikisha, ambayo inaenda kuwatendekea hata nyiwe wenyewe mutastuka, sababu nimejaribu kuwaeleza tusijaribu kusuluhisha hii maneno, lakini madharau ile hata mi wamenionyesha na kunitusi imefanya mpaka moyo ikasirike. Sikukuwa na ubaya nao, nilitaka tu tujaribu vile tutasuluhisha, lakini vile madharau ile wamenionyesha nimeona matusi ile wametusi waweze jiuliza, wamekuja aje hapa juu na I, I, si mtu kama umejipata mahali si so, utulie ujui nini imekupeleka hapo eh, si utulie uelezewe, kwa sababu umekuja ukapata labda yule mwenye umepata pale hmm, labda ndi nguvu zake zimekuita pale hmm. So Sato, ujuiwa, ujui madhe, uelezewe na madhe naye anakuja juu unajua, hmm. Wakifanya hivyo wanajiamini sana, wanaamini wana, wana kwa madawa wanajiamini kwa madawa, hata sasa hivi enye waka hapa na mahali wanakimbia kuna mahali wanaenda sai, kuna mahali wanakimbia, lakini kazi yao ni kidogo sana. Wanaenda hapi daktari, kuna mahali wanakimbia sababu wameshtuka pia nao kuona mambo imekuwa serious, wameshtuka sana. Unaona wameamuka hivyo mbio mbio mbona wamuoni uso uso, hmm. Uso sijui nini, wanajua pia nao wameogopa kama so, kama kama kuna kuna mahali wanaenda hata wao ni kama kuna mtu mtu mwenye wanapata naga na mtu kama huyu. Hmm. Sasa huyu itakwaje daktari, kama kuna mahali wanaenda. Ndio maana nawaambia kazi yao ni kidogo sana. Aoo oh oh oh, kazi yao ni kidogo mimi, nilitaka niwapee nafasi wanyewe wakiri, wajieleze na mdomo yao, wapeane vitu ya huyu kijana lakini kiburi ile wamenionyesha kitu ambayo nawafanyia hapa, sababu hata mimi moyo umekasirika sana kulingana vile wameniongelesha. Hata mimi nimekasirika sana sana sana, sana. Hmm. No, mama huyu, hata roho yangu imemutoa ime kabisa. Huyu venye nakuja kupiga kelele hapa, mama, roho yangu imemkataa. Roho yangu nilikuwa nikimuona ni mama mkwe mzuri, lakini venye napa yuko hapa yuko hapa Imenikela imenikela, hata imenikera sana, imenikera hata trust yangu kwake imepotea kabisa, imetoka. Mtu amekuja amepata mtu hapa, jisi asubiri aelezewe nini kimvuta hapa, anyenyekee. Kama kweli hizo vitu msichana wake ako nazo waelewane, venye watanleta, kama ni yeye atarudisha ama atapatia msichana ama ni msichana wake atachukua arudishe. Kama msichana an, anaogopa kurudisha, apatie mama arudishe Hivyo tu mimi zina shughuli mingi, lakini sasa wameshafika huku, daktari anaongea hii hata wamsikizi wameanza kupayukwa. Hiyo kujiamini, wanajiamini ni kiwango gani? Daktari yenye wezi ukanisaidia kazi yao ni kidogo sana, hata naona ba, wako wanakimbia pahali wanaenda, wako wanakimbia, lakini kiboko yao iko